Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wa kwanza. Lile lililokuwako tangu mwanzo tulilolisikia tuliloliona kwa macho yetu tulilolitazama, na mikono yetu ikalipapasa, kwa habari ya neno la uzima; na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeona, tena twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu hilo tuliloliona na kulisikia twawahubiri na ninyi ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo. Na haya twayaandika ili furaha yetu itimizwe. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye tena tukienenda gizani twasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi twamfanya yeye kuwa mwongo wala neno lake halimo mwetu.